Kwako Mkatoliki, wakati wa Juma Kuu, wiki hii si kuhusu jinsi unavyoweza kuonekana mkamilifu. Inahusu yule aliyekuja kwa ajili yako. Najua inawezekana kuwa una mambo mengi. Pengine unaingia Jumakuu ukiwa umechoka. Pengine ulikuwa una nia ya kuomba zaidi kipindi hiki cha Kwaresma, lakini umeshindwa. Pengine unajisikia kama hujisikii kitu, au una uzito fulani au umejiondoa na kile ambacho wiki hii inahusu. Naweza kukukumbusha kwa upole kuhusu kitu ndiyo? Eh, Yesu alikufa kwa ajili yako, hata hivyo ulivyo. Alikujua wewe ambaye ni wa kweli, yule mwenye uchovu, aliyekasirishwa, anayeshuku na yule asiye na ukamilifu pia yule anayeendelea kujaribu kupumzika, yule anayeingia kwenye misa takatifu kwa kuchelewa na wakati mwingine kusahau kusali, yule ambaye bado anazidi kujifunza jinsi ya kumrusi Yesu akupende. Wiki hii si kuhusu jinsi unavyofanya vizuri kwa ajili ya Mungu. Huhitaji kutoa machozi au kulazimisha uzoefu fulani wa kiroho. Unahitaji tu kuja na kumruhusu Yesu akutane na wewe mahali ulipo. Hata kama juma lako kuu limeonekana kama kushikilia maumivu yako pamoja naye, hata kama juma lako kuu limejaa wakati wa kawaida, machafuko au hisia za kiroho, hata kama ombi lako pekee ni Yesu, sijui nifanye nini, lakini nataka kuwa karibu nawe. Wiki hii si kuhusu ukamilifu, inahusu uwepo. Ni hayo tu kwa leo. Ndani ya juma hili kuu nitakuwa ninatoa shukrani kwa wale wote ambao tumejumuika pamoja kuanzia Jumatano ya majivu hadi Pasaka. Hivyo niandikie ujumbe mfupi wa maandishi au tuachie ujumbe kwenye comment box. Naitwa Isaac, nikutakie siku njema ndugu yangu.